Kwa ujumla tunatoa mikopo kama alivyosema kwa awali, tuna mikopo kwa ajili ya wajasiriamali, tuna mikopo kwa ajili ya kuboresha makazi, kwa ajili ya nishati uh, safi tuna mikopo kwa ajili ya asasi zingine za kifedha. Kama unafanya shughuli ya kukopesha unaweza kuja kukopa kwetu kwa ajili ya kuongeza kwa mtaji, na kwa miaka minne tumeweza kutoa mikopo inayozidi bilioni mia moja ishirini na saba Tanzania nzima. Lakini vilevile tumeweza ku, kuwanufaisha wateja takribani elfu saba na zaidi ambao waliweza kuchukua mikopo kutoka kwetu na wanufaika zaidi ya laki moja. Kwa hiyo tunahamasisha Watanzania kuchukua fursa hii ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha kwa sababu tumeona kuna changamoto za aina mbalimbali ambazo Watanzania wanazipata haswa pale wanapoenda kwenye sehemu ambazo sio sahihi za kuchukua mikopo. Na mfuko wa Self umejikita katika kutoa elimu iposema hapo kwa awali, kuhakikisha kwamba hawa watanzania wanaenda kwenye sehemu sahihi za kuchukua mikopo kama mfuko huu. Kuna changamoto kwanza, sisi wenyewe kama watoaji mikopo tunakuta wengi ambao tunawapelekea mikopo mara nyingi wanakuwa hawana, tuseme taarifa ya biashara zao, au hawapitishi hawa fedha zao za biashara kupitia mifumo rasmi au hawana vibali rasmi vya biashara zao. Kwa hiyo ndio tuna, tunawachukua tunawafundisha na kuwasaidia waweze kuingia katika mifumo rasmi ya biashara, lakini tunaona na wateja wetu nao pia wanapata changamoto kwenye soko hili zima la mikopo. Unakuta mtu haja hajajua aulize maswali gani anapoenda kuomba mkopo. Je, hiyo taasisi wanayoenda kuomba mkopo imesajiliwa? Je, ina kibali kutoka BOT? Maswali ambayo natakiwa mtu ujiulize kabla ujaenda mahali pale. Na taasisi lazima ikuonyeshe hicho kibali walichopewa na BOT cha kutoa mikopo, sivyo unajikuta huko kwenye mikopo. Oo, natendelea. Bidhaa zetu zote zimejikita kwenye kutoa majibu ya wananchi wa Tanzania tukiwa na lengo la kuwainua kutoka sehemu moja ya kimaisha kwenda nyingine, lakini pia kuwainua kiuchumi familia moja kwenda familia kwenda juu zaidi. Kwa hiyo mikopo yetu naweza nikasema nimekaa kwenye mazingira rafiki sana, kuanzia kwenye viwango, kuanzia kwenye gharama za mikopo, lakini vilevile namna urejeshaji wa mikopo; ni vyote ambavyo vimezingatia matakwa ya walaji ya Watanzania wa wenzetu. Ukiangalia e, kwa mkoa wangu kwa tangia tarehe ifunguliwe takriban sasa umeenda mwaka tatu, tumeshatoa mikopo zaidi ya bilioni tano ambayo mikopo umeenda kuwafikia watu mbalimbali kiwepo wajasiriamali wadogo wadogo wakati wakubwa lakini vilevile tumefikia viwanda vidogo vidogo tumefikia pamoja na wakulima ambao wapo kwenye nyanja mbalimbali za kilimo na wengine wapo kwenye thamani ya kuongeza bidhaa za kilimo. Nimeanza biashara yangu tangu mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini, na imenipa hatua kubwa na mafanikio makubwa ambayo mpaka sasa tuna kiwanda kingine kidogo ambacho kinawahudumia wajasiriamali wadogo wadogo, ndio hichi tulipo hapa. Lengo la kiwanda hiki ni kutoa huduma kwa watu wasio na ajira, vijana pamoja na akina mama kwa kuwapa huduma. Wengi hawana mashine, lakini sisi tunatoa huduma ya mashine, vifungashio, pamoja na raw material. Kwa hiyo mjasiriamali akifika hapa anapata huduma zote kwa pamoja especially kwenye usindikaji wa karanga. Na nashukuru sana mfuko wa Self umenisaidia kwa kiwango kikubwa sana sana. Nilianza nikiwa na mtaji mdogo, lakini mpaka sasa hivi kama unavyoona mtaji wangu ni mkubwa na ninao sasa hivi takribani miaka minne ni mteja wao.